Halo vijana, halo halo, haya, asante sana siiem, hoye Temeke, oy Kigamboni. Ni vijana wa Kitanzania, msidanganywe. Ukichukua Afrika Mashariki pengine na kusini kidogo na kati Tanzania ni pepo hapa. Upo kwenye nchi yenye jina, yenye sifa zake, yenye kuendeleza watu wake. Msidanganywe, wale walioko huko nje huko wasiwadanganye. Hapa mko pazuri kweli kweli. Mkipata fursa ya kuingia tu kwa majirani zetu hapo, kaangalie vijana wenzenu wanavyokula ngumu. Naweza ukasema mimi narudi Tanzania, ndio kwetu. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wa Kitanzania, tulizeni munkar, kaeni vizuri. Hii nchi ni yenu, ni mali yenu, si mali ya mwingine, na hakuna mwenye certificate anayesema hii nchi ni mali yangu. Sisi wazazi wenu tunapita, nchi hii inawategemea nyinyi. Tunatarajia nyinyi tuwachie nchi hii muiendeshe kama tunavyoiendesha hivi. Kwa hiyo vijana wa Tanzania msidanganywe. Msidanganywe hata kidogo.